Mtukufu, jambo la muhimu umati Muhammad ni kuhakikisha kwenye masuala ya hijra, hijra aliyofanya Mtume Muhammad a salam kutoka Makka kwenda Madina, basi na sisi tufanye hijira kwa vitendo kwenye masuala ya ibada yote yale ambayo mwanzo. Tuombeni Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu kwa, kwa maeneo pahala ambapo tumekosa na sasa tuwe ni watu ambao twagura kwenye yale mambo ambayo ni maovu, tuenda kwenye mambo ambayo ni akheri, ambayo ya kheri mambo ambayo yana baraka mambo ambayo yamefungana na sunna za Mtume Muhammad sa sallam. Na yule ambaye uliomkosa mwombe msamaha, na yule yote ambaye amekukosa wewe na wewe pia msomehe. Tuanze mwaka mpya inshallah wa Muharram tarehe moja kesho mwaka 1447. Shukran wajazakumullah khair. bismillahi rahmani rahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenya Fatwa Council wakishirikiana na wawakilishi wa maeneo wa maeneo yetu local au local sighting, na kesho Ijumaa tarehe 27 mwezi wa sita mwaka 2025 ni tarehe Mosi Muharram mwaka wa 1447, ambayo ni mwaka wa wa ambazo ambayo ni mwaka wa, mwaka mpya wa Kiislamu wa Hijria. Kwa msingi huu tarehe tisa Tasua na tarehe kumi Ashura ambazo ni sunna kuzifunga zitakuwa Jumamosi na Jumapili sawia, na tarehe tano 5 mwezi wa saba Julai na tarehe sita mwezi wa Julai mwaka alfu mbili na ishirini na tano. Kwa mnasaba huu tunawaombea wa, tuna waislamu wote mwaka wa kheri na baraka, na kuiombea nchi yetu idumu katika amani, baraka na udugu, pamoja na kuwaombea viongozi wetu busara na hikma katika kuendesha nchi yetu pendwa Kenya. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.